Kitu cha kwanza sasa ni amani, ni nini amani? Amani mnatakiwa sasa mshirikiane na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba amani na utulivu vinaendelea kufanya nini, kudumishwa na kuenziwa, kama jinsi ambavyo tumeenzi amani na utulivu tangu wakati wa baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mpaka sasa kipindi cha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassani. Kwa maana hiyo sasa ni kwamba kila mmoja wetu anatakiwa akishe kwamba amani na utulivu vinaendelea kudumishwa. Kamwe usishawishiwe kwa njia moja au nyingine, kwa kurubuniwa, kwa kushawishiwa na hilo kupanga kushiriki kutenda vitendo vya uvunjifu wa nini? Uvunjifu wa amani. Kama mnavyofahamu, bila amani hakuna fursa yoyote ya kiuchumi itakayofanya nini, itakayofanyika. Bila amani, hakutakuwa na fursa pia ya masuala mazima ya kijamii. Tunaposema fursa ya kiuchumi bila amani hamtapata fursa ya kushiriki kwenye kazi halali ya kujipatia kipato ya kujipatia kipato kwa njia ambayo nini halali. Nilikuwa naongea na uongozi wa Mbeya Rice, wakati tunaongea nao hapo ndani wamesema hapa, jumla yenu mpo elfu tatu na mia tano nadhani na, na, na pointi huko, lakini katika hawa elfu tatu na mia tano, kila mtu amebeba kijiji, ndio Watanzania tulivyo. Unaweza ukakuta sisi elfu tatu mia tano tumebeba elfu kumi na tano nyuma yetu. Hao wote wanategemea sisi tufanye kazi, waweze kula, waweze kuishi, tunasomesha. Kuna wamama hapa wajane, kuna watu hapa wanatafuta kwa ajili ya watoto wao, kuna wakina Singomaza wanatafuta ili watoto wale waende shule. Amani tudumishe, amani tuliyonayo kisikia kitu huko, emtukiache akili ya kuambiwa changanya na yako kwako, kwa ukiambiwa ushike moto saizi utashika? Jamani, tuache vya moto, sio vyetu sisi. wa Tanzania tumezoea tumezoea, kuishwa. Tusifanye uhalifu, ukifanya uhalifu polisi hata kukamata, atakwambia njoo, mumibia mama mchele uniamia sita, basi njoo, atakuja mimi ni wasi sana, vijana wenzangu. Taifa hili ni tamu, hata nchi za jirani linatamani si ndio? Sisi amani yetu hii ilivyo, tutakimbilia wapi ikiharibika? Tutaenda Zambia, Malawi? Kuna mtu anayo nauli saa hizi kwenda Malawi? Ni mwenyewe sina. Jamani, dhurugu hazitakiwi hata kidogo, yaani hazitakiwi. Ujumbe huu tumepata sisi lakini wanatamani kwamba, ndio maana tumeongea huko ndani, lakini anasema hapana, tuongee na kina baba na kina mama make huko nyumbani. Baba amesema hapa kwamba tuko hapa tunawakilisha watu zaidi ya elfu kumi na huko uchi ishirini kabisa. Kuna familia na watu watano ndani, watatu kumi, wote wanakutegemea wewe, si ndivyo? Kwa ukitoka hapa, ndio ujumbe wa kuambia, ndio ujumbe wa kuambia uliyosikia, kayapeleke mpaka nyumbani mpaka kwenye mtaa unakoishi lakini naomba sana, naomba sana, sisi hapa Mbeya Rice tushikamane. Yaani kweli vurugu haitakiwa hata kidogo. Tulikosa amani, tulishindwa kuingiza kipato. Amesema sana wenzetu wenye usafiri, bodaboda -boda. bajaji lakini hata sisi hapa ndani ametuwasa sana OCD amesema, mkiona kuna sura ngeni, toeni taarifa.